Yes, kwa mara nyingine tena nakukaribisha katika chaneli yetu pendwa ya Aisam Bestland Property Limited. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tunakuomba subscribe, ucomment na kushare. Sisi ni mabingwa wa kuleta miradi mizuri kabisa ya viwanja vya vi makazi na biashara, na leo hii tunapatikana Kisemvule ObeyCity kama unavyoona, mandhari yake ni nzuri, kuna majirani, kuna huduma za kijamii kama vile maji na umeme. Yaani nikizungumzia maji yako site na umeme uko karibu sana na eneo lake ni tambarare limepangiliwa vizuri sana. Viwanja vina ukubwa kuanzia siku ya mita mia mbili, mia nne, mia nane kulingana na wewe mahitaji yako utakavyohitaji, na kwa kiwanja kimoja tunakiuza kwa shilingi milioni moja na laki sita. Pia unaweza kalipa kwa awamu kwa kuanza na milioni moja kisha laki sita, utapewa muda wa miezi mitatu ulipe kidogo kidogo. Sisi ni Aisam Bestland Property Limited, Unaweza kutupigia kwa sifuri saba nne saba moja nne moja nane saba moja. Tunawakaribisheni sana, njooni mjipatie viwanja vizuri. Na kwa wale ambao mko nje ya nchi, unaweza mkawatuma ndugu zenu kuja kuangalia, kisha wakawafanyia confirmation baadaye, ukaendelea na taratibu zinazofuata za, za malipo. Karibuni sana.